Miili ya wanandoa Antoni Hilari Ngaboli pamoja na Anna Amiri Juma ikiwa tayari kusafirishwa kuelekea Mwanga kwa ajili ya maziko yatakayofanyika Jumaatano ya wiki hii. Mamia ya watu waliohudhuria hapa wamebaki na huzuni na majonzi, huku baadhi yao wakiwa wana kumbukumbu ya wapendwa hao. Katika imani tunaamini kifo ni kifo tu, lakini kifo chao kinatafarikisha kidogo, sababu bado umri wao ni mdogo, na hatujasikia kwamba wana maugomvi na majirani au wana watu au wafanyabiashara wenzao. Meona watu walivyotukimbilia, si kwa sababu tu ya tukio lenyewe, lakini kwa sababu walikuwa wanaishi vizuri na watu. Haikuwa rahisi kupokea taarifa za kifo, ndicho kilichomkuta dada wa marehemu hapo. Kwa kweli nilipata shida sana, kwa sababu ni kitu ambacho sikutegemea. Eh, kwa sababu alikuwa haumu, nilipokea kwa taarifa kwa muda wa saa nne asubuhi ndio nilipigwa simu na mwanangu. Hapo kwa kweli nilikosa nguvu kabisa. Kwa kweli alikuwa na ushirikiano mzuri katika familia na alikuwa ni mtoto pekee, maanake hana chuki. Majirani nao wakaendelea kueleza namna walivyokuwa na wanawafahamu marehemu hao kitabia, alikuwa ni mtu mkimya mtaratibu na ni mtu ambaye hakuwa na shida na mtu, kuali kuali mtu kwa alikuwa ni mtu wa watu pale mtaani. maduka matatu nani atakayeongoza na, na, na shida na laki nne ananipa na shida na laki ananipa, nitaacha kumkumbuka nilikuwa naye karibu. Paroko wa Kanisa Katoliki Paroki ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji Bonyokwa akatoa neno wakati akiongoza ibada hiyo uhai ni zawadi eh. Uhai ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tuwe watu ambao tuna tuna busara katika maisha. Historia ya wanandoa hawa inaelezwa kuwa wametoka katika wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, ingawa wawili hao wamezaliwa katika vijiji tofauti. Walikutwa na umauti Juni 11, mwaka huu huku sintofahamu ikitanda juu ya nani amehusika katika mauaji hayo. Kinachosubiriwa kwa sasa ni ripoti ya uchunguzi ya jeshi la polisi kuhusu tukio hilo. Tumie Omari, Azam News, Dar es Salaam.